Ni mwema wakati wote, wakati wote, Bwana ni mwema. Sabato njema, njema, njema sana. Kwa hakika, tunapaswa kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambayo umetuwezesha kufika leo siku ya Sabato, na ikiwa ni kipindi cha raha ya Sabato. Amina. Kwa hakika ni kwamba uh, watu wote tunafahamu kwamba mbinguni tutakuwa tukifanya huduma ya uimbaji, na huduma hii ya uimbaji ni ibada ya pekee sana. Huwezi jua wimbo unao wimba leo utaweza kumwongoa nani? Kifupi ni kwamba mimi nilikuwa ni mshiriki wa kanisa la Lomani, lakini baadaye uh, kabla ya hapo nilikuwa napenda sana uimbaji na ilikuwa ni ndoto yangu kwamba siku moja nijiunge na kwaya. Lakini wakati huo nikiwa mdogo na umri wa miaka sita, nilikuwa nikimuuliza kakaangu ninawezaje kujiunga na kwaya. Kwa kweli ilikuwa ni vigumu sana kwa sababu aa, niliona kwamba nitawezaje. Nikawa nikimuuliza kwamba ni jinsi gani inanipasa nijiunge na kwaya. Aliniambia unapaswa kumwona mwalimu wa kwaya, lakini nilikuwa naona aibu sana. Baadaye nilisubiri kwamba endapo baadaye muda utafika, nitaweza kujiunga na kwaya na kuanza uimbaji. Baada ya kufika hapa Dar es Salaam nikiwa bado nasali kanisa la Lomani Kipindi hicho nilikuwa napenda sana nyimbo za kidunia hii, na nilikuwa muda mwingi ninatumia kusikiliza nyimbo hizo. Sasa siku moja, wakati ninahangaika kuweka hizi nyimbo, nikiwa natafuta nyimbo mpya mpya katika TV, maana nilikuwa nimezoea nyimbo zile kwamba hizi ah, ninasikiliza kila siku, hebu leo nitafute nyimbo mpya. Ah, baada ya kuwa ninajaribu kuangalia kwenye mafaili tofauti tofauti, nikakutana na faili lililokuwa limejaza nyimbo limejazwa nyimbo za gospel na hizi nyimbo zilikuwa ni takribani, nadhani, kama sio mia mbili mia tatu hivi. Nilianza kusikiliza nyimbo, na wimbo wa kwanza ulikuwa unasema upendo huvumilia, wa pili ulikuwa unasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imefika. Kiukweli niliona kwamba hizi ni nyimbo tulivu sana na zilinivutia sana kuzisikiliza na wakati nilipokuwa nikisikiliza, nilikuwa nasema, wimbo wa kwanza ulipoisha, hasa huu wa pili unaosema mcheni Mungu, nilisema mbona wimbo umeisha haraka alafu ni mzuri. Tangia wakati huo nilianza kufikiria kwamba ninatamani kuwa mcha Mungu, na niliona kwamba nikiwa mcha Mungu nitakuwa mtulivu na nitakuwa ni mtu ambaye nitaenenda katika yaliyo mema kwa hiyo ikawa ni shauku yangu, nikawa nikiendelea kusikiliza zile nyimbo, na ndipo nilipoanza kupata shauku ya usomaji wa neno la Mungu ambalo hapo awali niliambiwa kwamba ni kitabu kilichoandikwa na mwanadamu, kwa hivyo hakipasi kukisoma na sikuona umuhimu wake. Lakini wakati ambapo nyimbo ziliponitia mwangaza, na unaosema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa hakika nilibarikiwa sana na kwaya iliyoimba wimbo huu, inaita inaitwa Safina. Kwa kweli ni kwa Elioni bariki, japo zilikuwepo kwaya tofauti tofauti ambazo zilikuwa ni za Kiadventista. Na hapo awali sikujua kwamba Waadventista ni watu wa namna gani, lakini mpaka sasa ninamshukuru Mungu kuingia katika kanisa, jihusishe nawe kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, na leo hii ndoto yangu imetimia kwa kujiunga na kwaya vijana. Jamani, Bwana Amen, Amen, wabariki.